Sef Masumi. Mtazamaji karibu, tuangalie dondoo za magazeti kutoka magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Gazeti ninaloanza nalo ni gazeti la habari leo, lenyewe likiandika CCM yataka mdahalo wa wagombea wa urais, yasema Dr. Magufuli yuko tayari wakati wowote taipata habari hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Mgombea rais kupitia chama cha Mapinduzi ni picha hiyo, inamwonyesha hapo Dr. John Magufuli akihutubia wakazi wa Kigoma mjini kwenye mkutano wa kampeni uliofanyika uwanja wa Kawawa, Ujiji mjini humo hapo jana. Umeme wa uhakika nchi nzima, kesho TANESCO kuwasha rasmi mitambo inayotumia gesi. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili ni shirika la umeme nchini TANESCO kesho linatarajia kuwasha rasmi mitambo inayotumia umeme wa gesi inayotoka Mtwara, huku ikielezwa kuwa tatizo la upatikanaji umeme wa uhakika sasa litakuwa historia. Mzee awawa ziko uvunguni kitanda. Ni polisi mkoani Morogoro inashikilia watu wanne kwa tuhuma za kufanya mauaji ya Pasco Louis mwenye umri wa miaka sabini, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Kombora, kijiji cha Ubiri, kata ya Mhonda, tarafa ya Turiani, wilayani Mvomero, na kumzika uvunguni mwa kitanda chumbani kwake. Zito amsifu Kikwete, Lowassa aahidi kutenda haki nek ndivyo linavyoandika gazeti hili la Habari Leo. Uhuru asubuhi ya leo, lenyewe linaandika Lowasa hakujiuzulu, alifukuzwa, asema Makamba. Magufuli kuibuka mshindi kwa asilimia sabini, ushindi kuongezeka kampeni zinavyoendelea kufanywa. Ndivyo linavyosomeka gazeti hili la Uhuru. Mtanzania lenyewe linaandika mchuano mkali, Lowasa tikisa Chato, Magufuli afunika Kigoma, kaburu akataliwa dunia, mpiga debe Kigwangwala ndivyo linavyosomeka gazeti hili la Mtanzania. Lakini hapa kuna habari inayoandikwa jeuri ya Ukawa, ndivyo linavyosomeka gazeti la Mtanzania asubuhi ya leo. Ni ushindi ushindi ni asilimia 69, yasema sema CCM, ndivyo linavyosomeka gazeti hili la Majira katika ukurasa wake wa kwanza Jambo leo ukurasa wake wa kwanza linaandika Makamba afichua siri ya Richmond, ndivyo linavyosomeka gazeti hilo. Mkulima wa wawa ng'ombe mia moja na nane za, za katwa katwa mapanga, habari inaandikwa kutoka huko Kilosa. Vyama vya siasa vyaichefua Nek, ni tume ya taifa ya uchaguzi Nek, imesema inasikitishwa na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanaotumia vyombo vya habari kuelekeza lawama na shutuma kwenye tume hiyo huku wakitambua sehemu sahihi ya kufikisha malalamiko yao. Magufuli kuibuka kidedea Oktoba, ndivyo linavyosomeka gazeti hili la Jambo Leo, ambapo habari katika picha inamwonyesha mgombea urais wa CCM Dr. John Magufuli akijinadi kwa wananchi wakati wa mkutano wa kampeni mjini Kigoma. Hili ni Jambo Leo. Nipashe lenyewe linaandika Ukawa wanika undani wa safari za Kikwete, CCM wajitabiria ushindi kwa asilimia sitini na tisa ndivyo linavyosomeka gazeti la Nipashe asubuhi ya leo na sasa tuziangalie kurasa za michezo kwa magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Dondoa za magazeti katika kurasa za michezo zinaandika mapro wa Tamba Yanga Simba GCM, GSM media waipa taswa milioni hamsini. Ndivyo ninavyosomeka habari leo. Michezo Simba Yanga kicheko, wasanii wa waponda viongozi Ukawa linaandika uhuru asubuhi ya leo. Mtanzania michezo, Yanga Simba Azam ni shida Ndivyo. Samata Samata yajibebesha mzigo TP Mazembe linaandika Mtanzania michezo. Majira michezo linaandika Yanga mchaka mchaka chinja Simba alimselema adija. Azam FC nayo mwendo mdundo. Jambo leo michezo lenyewe linaandika Yanga Simba sasa spidi mia moja ishirini. Jangwani waongoza Msimbazi, Azam wafuatia. Mlinzi Man United yavunjika mguu. GSM yapiga tafu ta, tuzo taswa milioni hamsini. Nipashe michezo lenye linaandika ha ha ha, Yanga Simba nye wabaya. Stars itakayoivaa Malawi wiki ijayo, ni gazeti hili la Nipashe michezo burudani, lenye linaandika chagueni kiongozi mwadilifu anasema Snura, tumechinja ndivyo habari inavyoandikwa katika gazeti hili la burudani. Hazuiliki ni Ronaldo, apiga hatriki Ulaya. Sporti starehe lenye linaandika mgambo mgambo tu Simba yaikandamiza kizenji, mpaka basi Yanga hii ni chinja chinja, linaandika spoti starehe. Nihitimishe dondoo za magazeti na gazeti la Bingwa, ambapo inaandika Yanga inapiga tu Simba, dili limetiki, ndivyo linavyosomeka gazeti la Bingwa, gazeti mahususi kwa habari za michezo na burudani. Mbaguzi tu, Elhaji Diofu amchana Steve Gerard. Hizo ndio dondoo za magazeti kwa ufupi asubuhi ya leo katika magazeti yaliyotufikia.